Kama vile nimechinja jogoo <laughs> nimechinja jogoo kwa ili wanja ili tarudi na elfu hamsini lakini tarudi bulebule <laughs> akia Mungu, lakini haya mandevu haya mandevu yananiharibia sura, lakini mm, kazura kazuri <laughs> lakini maandevu lakini ndevu hizi hizisinikwa wanjaili elfu hamsini <laughs> tu na yeah, mrudi mapema hapa, si nyumbani kwangu? Kwanina mipaka mia ya kurudi nyumbani hapa, mini kwangu, muda wowote, saa yoyote, nikihitaji kurudi kwangu narudi. Kwanina mipaka mia kurudi kwangu. Kanchukulie kwanza maji kwanza, mm -mm. Kwanza mimi nilikuwa na safari hivi, ni hivyo nimeshajiandaa, nataka kutoka. Embu nichukulie maji kwanza. hiyo safari ndo utaenda wewe? Kanchukulie kwanza maji, kanchukulie maji uje, uri tu ujaga mumeo. ah, Kaa, kaa, kaa, kaa. Sasa unakunywaje? Nakunywa maji nakuangalia. Mke wangu, nimekuambia siwezi kukaa hapa mimi, si nimekuambia na safari oh? Mke wangu, unaenda wapi hebu, unaenda wapi hebu, njoo hebu kaa hapa kwanza. Hebu kaa kwanza, adabu hiyo ya wapi? Umeniletea maji, acha ninywe maji kwanza yashuke. Hebu kaa chini kwanza mke wangu, hebu kaa hapa kwanza, na acha ninywe maji nimalize, utaendelea na safari yako Sasa eh, hakuna tena kwenda, hakuna kwenda hiyo safari tena uh, umeniloesha na maji?